Ujambo mtazamaji wa Mlimani TV, karibu tena katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi. Na hii ni jahara sehemu ya kwanza, muda mzuri kabisa wa kutazama mjadala ule ambao tunakuwekea mada mezani tukichambua uh, na kuidadavua kwa undani kabisa. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini studio siku hii leo siko peke yangu. Nimemwalika mgeni ambaye tutakuwa pamoja tukichambua mada uh, inayosema mawazo chanya kwa vijana uh, hasa kwa maendeleo yao. Uh, na mgeni wangu anaitwa uh, Baraka Mwajeka ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Mind inayojihusisha na kutoa mawazo kwa watu hasa vijana uh, katika kutimiza ndoto zao. Bwana uh, karibu sana. Asante sana. Uh, tumefurahi uh, kwa wewe kujumuika nasi kwenye studio zetu za Mlima TV. Ndio. Hmm. Uh, sasa kwa ufupi kidogo yeah, ungetueleza uh, historia fupi ya taasisi yenu uh. Okay, kama ulivyonitambulisha, naita Mwalimu Baraka Mwajeka. Ndio. ambaye ni mkurugenzi wa Impactful Mind. Na historia yetu kwa ufupi yeah. ni kwamba tulianza mwaka 2023. Huu ni mwaka wetu wa tatu sasa. Ndio. Yeah. Yes, kwa katika kuweza kuwajenga vijana. Na sisi tunawajenga vijana katika maeneo makubwa matatu. Ndio. Yeah. Eneo la kwanza ni watu wajijue. Tunaita purpose discovery, mtu ajue ni nani kwani aliumba duniani. Ni yeah. jambo la kwanza la msingi. Jambo la pili namna ya kutumia vipaji na vitu na uwezo alionao ndani yeah. mwake, lakini jambo la tatu tunamjenga katika eneo la kutimiza malengo ambayo yuko nayo yeah. Kwa hiyo kihistoria, tulianza mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu kwa kufanya event, kwa kufanya consultation au nato ushauri, kukutana na kila mtu yeah. mtu mmoja mmoja kushauriana, lakini pia kwa kupata muda na wale watu ambao wanatakiwa kupata ushauri wa muda mrefu, ambaye anakuwa labda ana maumivu kwenye mahusiano, ana jambo ambalo linamchukua muda mrefu, kwa tunakaa nao kama hivyo. na ni nini kikubwa ambacho kiliwasukuma kuanzisha taasisi taasisi hii? Jambo la kwanza kama nilivyosema, katika ile malengo makubwa matatu ya taasisi yetu Impactful Mind, jambo hilo tusukuma mpaka tukaanza ni kwamba, nikaja nikagundua vijana wengi wanaishi tu, wanaishi bila kuwa na bila kujua wao ni wakina nani. Ndiyo. Na moja ya tatizo kubwa sana na mtu kama ajue ni, ni, nani atafanya chochote kile mm. kwenye maisha kulingana na ratiba ya siku inavyotokea anaweza kujisikia kafanya hiki, kafanya hiki. Nikisema mtu anakuambia na ganga ganga, yani tafuta tafuta chochote ambacho kitakutokea nikifanye lakini Mungu akutumbia hivyo. Na kila mmoja Mungu alimuumba aje kwa kusudi maalum, hasa hilo kusudi, mtu lazima ajue kabisa kama kama kusudi lake ni utangazaji kama unachofanya Ndiyo. Lazima ajue yeye tukandani na utajuaje? Ni pale kitu tunakifanya afu na kipenda ndio. mm. Sawa, na pengine kuna mtazamaji mm. uh, hajui tunaposema mawazo chanya mm, tueleze kwa kina kidogo, tunazungumzia mawazo chanya ni utofauti mm. wa mambo ambayo utauleta katika kutatua tatizo fulani katika jamii, ndio na... kwa maana yake ni utofauti wa mawazo au tunasema utofauti wa au tunasema utofauti wa suluhisho la tatizo katika jamii. Na ni kwa nini kuna umuhimu wa kutoa mawazo chanya kwa vijana? Ni muhimu kwa sababu matatizo yako mengi. Vijana wana matatizo mengi, dunia ina matatizo mengi sana, ambayo kama vijana tunatakiwa sisi tulete masuru, eh, tulete masuluhisho kwamba jamani. Kuna jambo fulani linasumbua jamii lazima sisi kama vijana sasa tuangalie je, ni, ni namna gani tunaweza kuleta suluhisho ya tatizo fulani katika jamii. Okay. Kwa hiyo tutakuwa ni mawazo chanya pale ambayo itatatua tatizo fulani katika jamii kama na tatizo la umaskini. Kama vijana tuna, tuna wajibu gani, tuna nafasi gani ya yeah. Kuweza kutatua tatizo hilo katika jamii, kama ni kuletu kuanzia mambo tuan, biashara tuanzishe mm-hmm. Kuingana kila mmoja na kusudi lake yeah. Sasa uh, katika tafiti zenu ambazo mmekuwa mm-hmm. mkizifanya kuna uhusiano gani kati ya mazingira anayoishi kijana na mrengo wake wa, na mrengo wa mawazo yake? Kuna uhusiano mkubwa sana. Ndiyo. mazingira na utimizaji wa malengo vinaendana kivipi? Ni kwamba kuna, kuna aina ya mazingira ambayo mtu akiwepo kama vijana anaweza kutimiza malengo yake, na tukizungumzia mazingira tuzungumzie tu maeneo, tunazungumzia pia mazingira kwa maana yeye anazungukwa na watu gani? Ndiyo. anaishi sehemu gani lakini pia katika ufahamu wake ana nini? mm -hmm. Pia katika ufahamu unaita ni mazingira, ni ufahamu tunaita dunia yako wewe katika ndiyo. mawazo yako unawaza nini? Yeah. Kwa huyu mtu tutafuatana. Sasa jambo la msingi la kumsaidia huyu mm -hmm. Ni namna gani ya kubadilisha mtazamo na mazingira katika ufuhu, katika akili yake. mm -hmm. Lakini pia ajue ni akina nani ambao ashirikiane nao kutimiza malengo fulani. Yeah. Kwa kama atujua haya, anajikuta malengo yake aliyoweka yanaharibika. mm -hmm. mm -hmm. Sawa. Je, yeah, mfumo wa elimu wa kwetu wa Tanzania hivi sasa mm. unasaidia kwa namna yoyote ku- kukuza ku, hapa kudidimiza fikra chanya kwa vijana? Mfumo wa elimu mm. Mimi sitamani watu wanaendelee kulalamikia. Ndiyo. Watu wengi wanalalamika, vijana wengi wanalalamika, ni mtu anaambia mimi mfumo wa elimu umeniharibia maisha yangu, umenipotezea muda. Naweza nikasema kwamba wanacholalamika ni kweli mm. lakini ukweli unatokana na kwamba mfumo wetu wa elimu yeah, unata unahitaji una, mtu kwanza ajue yeye ni nani ndiyo, ajue nini kitu gani anachokipenda na anachoweza kukifanya kwanza kabla ya kuingia kwenye mfumo wa elimu. Kwa kuingia kwenye mfumo wa elimu anake aingie kusoma yale masomo mm, yatakayomsaidia yeye kuwa bora, yaani kusharpen skills ambazo anahitaji katika maisha. Ndio, lakini akiingia kwenye mfumo ambao unakuja kudidimiza akili yake maana yake unakuwa ni mfumo mbaya ambao umemkuta yeye kama yeye. Tutashangaa. yeah. Kuna mtu ambaye ana ndoto za kuwa mtangazaji anasoma anasoma PCM. Ndiyo. Yeah. Anasoma engineering. Huyu mtu tutegemea kwamba atakuja kuwa bora katika eneo lake kwa sababu gani? Mm. Yeye -hmm. Huyo mtu al, amesoma kingine ana uwezo wa kitu kingine. Kingine. Kwa maana yake mfumo wa elimu unaku, unakuwa unakuwa una, una, una deviate mtu au unampoteza mm -hmm. mtu pale ambapo ataingia tu kwa sababu nimekutana anachoona kwambia kwamba mimi nichagulie kozi yote ile. Naenda mahali anasema yes. Nichagulie kozi unayotaka. Yeah. Unaona nimefaulu chaguo. Mwisho wa siku anakuja kusoma kozi ambayo haitaki. Nikutana na mwanafunzi mmoja anasema mimi napenda engineering lakini na anasoma ualimu. Mm. Kwa nini? Kwa sababu hakwa kujua kwanza anachokitaka ni nini. Mm. Anakuja kujua yuko anaendelea kusoma. Sasa, yani mimi I wish mm. ningekuwa nasoma engineering. I wish ningekuwa nasoma masuala ya uongozi. I wish ningekuwa nasoma masuala ya masuala ya kibiashara. Yeah. Shangaa mfanye anasoma biashara, hapendi biashara, anapenda masuala ya uongozi. Yeah. Anasoma uongozi, hapendi uongozi na anapenda masuala ya kisiasa ya uchumi. Mwisho mm -hmm. wa siku ni kwamba kijana anachanganyikiwa kwa sababu ameingia kwenye mfumo ambao unapingana na uwezo wake, sawa. mm -hmm. na ikikumbukwa kwenye moja ya hotuba yako mm -hmm. eh, kwenye hafla ya kutimiza miaka miwili ya hii taasisi yenu mm -hmm. ulisema kuwa watu waliosoma hapo kabla mwanzo walikuwa mm -hmm. wakilalamikia mfumo wa elimu wa kwetu, na iweje mpaka sasa hivi na sisi pia, eh, tunazidi kulalamikia? Hii imekaje? mm -hmm maana moja ya programu zetu za msingi mm -hmm. ni kumsaidia huyu mtu aache kwanza kulalamikia mfumo. mm -hmm. ndio ameshapoteza miaka kumi na nane mm -hmm. Lakini sasa namna gani anaweza akajiposition tena kuweza, mm -hmm. kufanya kile kitu ambacho kipo ndani mwake mwakeyo. mm -hmm. ndio jambo la msingi tunamfundisha kwamba una uwezo wa aina gani, na ndio maana mm -hmm. tunampitisha katika programu, kwa jambo la kwanza ajue ana uwezo gani ndani, ana kipaji gani ambacho anaweza kutumia. Ndio. Lakini jambo la pili tunampitisha pia kujua ni kwamba vipaji viko vingapi vya aina ngapi tofauti tofauti, kipaji gani ambacho yupo, kitu gani anachokiweza zaidi kidini, kitu gani ambacho kinampa shauku akikifanya. Je, ni kitu gani ambacho yeye anahisi kabisa akifanya yeye ndio kitu chake kinamkosha, yani hiki ndio chenyewe. Ndiyo. Tunampitisha mpaka anajua kujua, ah, mimi ni mtu aina fulani, mimi ni mfanyabiashara, mimi ni mwalimu, mimi ni mtu aina fulani ni nini kiongozi anajua. Ile kujua sasa ni jambo la kwanza. Jambo mm -hmm. la pili ni kumkuza katika kile anachokijua. Kwa hiyo inachukua muda mm -hmm. kwa sababu amesoma vitu muda mrefu, kwa kama kimvimeingia muda mrefu, maana hiyo vitachukua muda mrefu pia kutoka, ndio hatochukua haraka haraka. Ndio maana mtu kubadilika haraka ni ngumu ana, kwa sababu ameshazoea mfumo wa elimu na anasubiri ajira, ajira ambayo pia haitaki wewe, yaani, kwa sababu hana hela anaweza akanyonya ajira kwa kuforce. Ndio mwisho wa siku, ndio wao wanasema wafanyakazi wengi unafariki sana siku za Jumatatu. Yeah. kwa sababu anaenda kufanya kazi ambazo hazipendi. Weekend anaenjoy na watu wake yeah, lakini Jumatatu anapata anapata shida kwa sababu anaenda kufanya kitu ambacho hakitaki. Sasa, isingekuwa hela, ningeweza <laughs> mimi kufanya jambo lingine, lakini kwa sababu anataka hela. Sasa huyo mtu, ama tumfundishe kwamba maisha ni zaidi ya hela. Ndio. Mm. Sawa, nitarudi kwako. Na mtazamaji wa Mlimani TV, hii ni Mlimani leo asubuhi na hiki ni kipengele chake cha kwanza cha, uh, kipengele kipengele chake cha pili cha jahara sehemu ya kwanza. Mimi ni Fadhili Kagika lakini niko na mgeni ambaye tunaichambua mada uh, inayosema muhimu wa mawazo chanya kwa vijana kwa maendeleo yao. Na mgeni wangu ni Baraka Mwajeka ambaye ni uh, mkurugenzi wa taasisi ya Impactful Mind inayojihusisha na uh, utoaji wa mawazo kwa vijana wanaopitia changamoto Mbalimbali. Nikirudi kwako uh, sasa taasisi yenu inawasaidiaje vijana kubadilisha mitazamo yao? Jambo la kwanza tunaandaa matukio mbalimbali. Ndio. ambayo tunafanya matukio manne kwa mwaka mm -hmm. Ehe, tukio matukio mengine ni mwezi wa pili, mwezi wa nne, mwezi wa sita, mwezi wa tisa na mwezi wa kumi na mbili. Ndio. Kwa tunafanya vile makusudi kwa kusanya vijana wote mm. waweze kubadilishwa ko tunafundisha ili na naleta watu mbalimbali kama ni wafanyabiashara mm. kama ni watu wa karia fulani waweze kufika pale, lengo ni nini? Kwamba kijana akutana na kitu tofauti kwa watu tofauti. mm. Yeah. Kwa kile anaendelea kujifunza anaendelea kuingiza kitu kipya ndani mwake, mawazo mapya yanabadilika kwa mawazo mapya ndio yeah. Yani mawazo ya, ya mtu yanabadilika kwa mawazo mapya. Kicho kinachomfanya ya mtu awe mtu fulani ni akili ya yake ndio yeah. Kwa akili yake kikubaliana na kila ambacho anakiweza, kila ambacho anakipenda anakuwa hivyo. Mm -hmm. Naona. Kwa jambo la kwanza tunafanya event lakini jambo la pili ni ushauri. Ndio. Ushauri tunapata tunapata muda ushauri, muanzo, wa kushauri tunamshauri huyu mtu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia jambo la tatu tu tunamwacha tunakaa naye kwa maana kumsimamia anaanzaje anafikiaje mpaka anafika juu na kuna watu wengi wamesaidika sana. Sa, hizo uh, operations zenu ambazo mnafanya kwa namna yote tunashirikiana na taasisi zingine ama mashirika mengine ya kiserikali, ndio tunashirikiana nayo yeah. Kuna mashirika binafsi, kwa mfano so, LBS mm, ambayo inaitwa Live Beyond Survival, ndio kwa chini ya Engineer Kabenda Balete, lakini tunashirikiana na mashirika mengine ambayo yanahusiana na masuala ya vijana sana so, mm -hmm. sana kwa tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunapata mawazo yao pia, wao wanasemaje kuhusiana na vijana mm -hmm. So na uh, kwa kijana ambaye mpaka hivi sasa hmm. haelewi aanzie wapi, wewe uh, ungemshauri nini? Hivi sasa kwa kijana ambaye haelewi -aanzie wapi, ni vizuri tungewasiliana, hii nimpe namna ya kwanza, ndio kwa sababu nitamshauri sana, lakini vitu vya msingi ni kwamba nikitele naye au tuwasiliane, mm. nijue yeye ni sehemu gani ambapo anaweza kafiti zaidi kwa sababu nitaongea vitu vingi lakini kuna vitu hmm. vingine ambavyo nitamani niongee naye mtu mwenyewe. Yeah, mwenyewe. Lakini kwenye kuanza, maana yake lazima angalie jambo la kwanza, yeye ana nini, ndiyo yeah. Kama kijana na nini okay, na uwezo fulani, huo uwezo unao okay una, katika ujuzi ambao uko nao una ujuzi wa aina gani? mm. Ah, mimi na ujuzi wa kuedit, oh mimi na ujuzi wa kufanya biashara, mimi na ujuzi wa kuwa kiongozi, mimi na ujuzi wa kufanya kitu fulani okay, tuanzie hapo kwanza aina ya ujuzi ulio nao je, tunaufanyaje kuubadilisha kuwa fedha? mm. una ujuzi ndio, lakini unaubadilishaje kuwa fedha? madesigner wengi lakini au, au, design chochote kwa sababu wana hofu, wanaanzaje kufanya kufanya design sawa. so, uh, kwa maneno machache mm. unawaambiaje vijana wa Kitanzania uh, umuhimu wa nguvu ya mawazo chanya? Jambo la kwanza ambao nawaambia ni kwamba wakumbuke ni kwamba kama watu badilisha jamii mm. ili kubadilisha jamii lazima kwanza abadilike mtu Ye, yeah. Kama vijana ili tubadilishe jamii, yeah. Lazima tubadilike kwanza sisi. Hatuwezi kusema tunaipa jamii mawazo chanya wakati mm. sisi wenyewe hatuna hayo mawazo chanya. Kwa ni muhimu sana kama jamii wajue kabisa kwamba sisi vijana tunataka tubadilishe jamii mm. na watu pokee sawa sawa na vile ambao nataka sisi tubadilishe jamii kwa sababu kuna shida pia ya jamii kwamba kutomuelewa kijana nataka nini kwa wakati. Mm -hmm. Kwa kama kijana na mawazo mazuri, kama jamii waweze pia kusupport, hata serikali wakiona vijana na mawazo fani mazuri mm -hmm. ya kimaendeleo wawasupport. Na ndio maana pia nimeona mifumo mbalimbali ya mikopo, mifumo mbalimbali ya benki ambayo inasupport vijana kwa hakikisha kwamba yale malengo ambayo wako nayo waweze kufanyaje kuyatimiza katika maisha yao. Lakini pia ni jambo la msingi sana kama kijana ajue kabisa muda unazidi kwenda mm -hmm. kuna muda huu ambaye ana nguvu, ana nguvu ni tofauti akiwa mzee tena. Ndiyo. Mm -hmm. Kuna muda ukiwa mzee, mnaona sema chochote kitachokea kitokee, okay, kwa sababu mm -hmm. hauna nguvu, hauna fursa zile tena ambazo unaweza kuzipata ndani ya ule ya ule muda. Kwa ni muhimu sana kama kijana ajue kabisa muda unazidi kwenda Ajui kabisa kama ana mawazo fulani ya kufanya kitu mm, aanze kufanya bila kutumia uongo. So, sawa e, tumalizie kabisa mm, nikupe fursa sasa ya wewe kusema ni namna gani kijana huyu anaweza akakupata ama namna vipi mm, anaweza kakupata ama kufikia taasisi yenu. Okay, kuna namba za simu sifuri saba mia sita ishirini na mbili mm, mia sita kumi na tisa

Na hivi ndivyo ninavyoifunga jamvi la jahara sehemu ya kwanza kwa siku hii ya leo. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini nilikuwa na mgeni hapa studio ambaye anaitwa Baraka Mwajeka, ni mkurugenzi wa shirika wa, wa taasisi ya Impactful Mind inayojihusisha uh, na utoaji wa mawazo kwa watu na vijana wanaopitia changamoto mbalimbali. Kufikia hapa basi, kwa heri na wakati mwingine.